Kumbuka usisahau kumshukuru nani? Mungu, Mungu! Bwana Yesu asifiwe. Amina. <laughs> na suala kumshukuru Mungu si suala la kalenda kwamba litangazwe kanisani, ni suala kupata msukumo. Mungu amefanya, nahitaji kumshukuru nani? Mungu. Unajua kumshukuru Mungu si si suala la sadaka tu, unajua hata kinywa kinaweza kuwa sadaka, kinywa chako kinaweza kuwa ni sadaka. Unaweza kumshukuru Mungu kwa kinywa. Unaweza kumshukuru Mungu kwa mazao. Unaweza kumshukuru Mungu kwa mifugo. Unaweza kumshukuru Mungu kwa pesa. Unaweza kumshukuru Mungu kwa namna yote ile unayoweza, ila usisahau kumshukuru Mungu. <laughs> Okay, chukua hii itakusaidia. Usipopata kitu pia usisahau kumshukuru Mungu. Usipojibiwa maombi yako pia usisahau kumshukuru.